Leo katika safari yetu ya hekima tunaanza kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Sasa kitabu hiki pamoja na Wafalme wa Pili kinashughulikia kipindi sawa na kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, na kama tunavyoona katika somo la leo pia kinashirikiana na mistari michache ya mwisho ya Wafalme wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Sasa hii inamaanisha kwamba mengi ya yale tunayosoma katika vitabu viwili vya Wafalme yanarudiwa katika vitabu vya Mambo ya Nyakati. Badala ya kusoma matukio haya mara mbili, kwanza katika Wafalme na kisha baadaye katika Mambo ya Nyakati, tutashughulikia nyenzo hizi mara moja tu. Tutazingatia somo letu katika Wafalme na tutataja na kurejelea mara kwa mara akaunti sambamba katika vitabu vya Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili inapofaa. Sasa kuna baadhi ya nyenzo zinazopatikana tu katika Mambo ya Nyakati, na tutasoma vifungu hivyo tukivipanga kwa mpangilio wa wakati tunapopitia Wafalme wa wa kwanza na wa pili. Sasa kwa njia ya utangulizi, vitabu vya Wafalme wa Kwanza na wa Pili vinashughulikia takriban miaka 400 ya historia ya Israeli. Vinaanza na kutawazwa kwa Sulemani na vinaishia na uharibifu wa Yerusalemu. Vinaanza na hekalu likijengwa na vinaishia na hekalu likiharibiwa. Vinaanza na taifa lenye nguvu, na kwa masikitiko vinaishia na taifa lililoshindwa ambalo limechukuliwa uhamishoni. Mwandishi wa vitabu vya Wafalme wa kwanza na wa pili hajatajwa, lakini mtazamo wa jadi ni kwamba nabii wa zamani Yeremia ndiye aliandika akaunti hii, na binafsi naamini hilo ni sahihi. Pia jadi inadai kwamba Ezra ndiye mwandishi wa Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili, na kwa kweli hakuna sababu ya kutilia shaka hilo pia. Sasa kitabu cha Wafalme wa kwanza kinaanza na mfalme Daudi katika siku zake za mwisho, na kwa bahati mbaya bado kuna drama zaidi itakayojitokeza. Hivi ndivyo kitabu kinavyoanza: Sasa mfalme Daudi alikuwa mzee na amezeeka, na ingawa walimfunika na nguo, hakuweza kupata joto. Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia, na binti mdogo atafutwe kwa ajili ya bwana wangu mfalme, na amhudumie mfalme na awe katika huduma yake na alale mikononi mwako ili bwana wangu mfalme apate joto. Kwa hiyo wakatafuta msichana mzuri katika eneo lote la Israeli, wakampata Abishagi mshunami, wakamleta kwa mfalme. Msichana huyo alikuwa mzuri sana, na alimhudumia mfalme na kumtunza, lakini mfalme hakumjua. Sasa lazima nikuambie hapa, ni mahali pa ajabu kuanzia safari yetu kupitia moja Wafalme Abishagi kimsingi anamtumikia kama muuguzi wa Daudi, lakini uhusiano wao ni wa karibu zaidi ya hivyo. Inawezekana zaidi Daudi alimfanya kuwa mmoja wa wake zake, ingawa tunaambiwa hawakuwa na uhusiano wa kimapenzi. Sasa tena, hebu nikukumbushe kwamba kila kitu kilichorekodiwa katika Biblia hakipendekezwi na Biblia na hakikubaliki. Kwa kweli, matatizo mengi ya Daudi yamefuatiliwa kwa kuvunja mpangowa Mungu kwa ajili ya ndoa: mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wakipendana kwa uaminifu katika uhusiano wa agano kwa maisha yote. Solomoni kwa njia atafuata desturi ya Daudi ya kuongeza wake na masuria, na wote watamgeuza moyo wake kabisa kutoka kwa Mungu kwa sehemu kubwa ya maisha yake. Sasa naweza kusema mengi zaidi kuhusu aya hizi za mwanzo, lakini jambo moja liko wazi. Huyu mtu mkuu wa nguvu za kijeshi na mamlaka sasa ni dhaifu. Yeye ni dhaifu, anateseka kimwili katika uzee wake, na inaonekana kwamba Daudi anashughulika na kujaribu kupata joto hapa katika jumba hili la kifalme, na hata hajui kwa njia kuhusu mgogoro unaokuwa katika ufalme. Hapa kuna aya ya tano: Sasa Adonia mwana wa Hagidhi mmoja wa wake za Daudi alijitukuza akisema, nitakuwa mfalme na alijiandalia magari ya vita na wapanda farasi na watu hamsini kukimbia mbele yake. Inasikika kama jambo la kawaida, sivyo? Kama vile ndugu yake wa nusu Absalomu ambaye alishindwa katika jaribio lake la mapinduzi, hapa Adonia anatamani mamlaka. Anajua kwamba afya ya baba yake inazorota na anaamua kwamba wakati umefika wa kujaribu kuchukua kiti cha enzi. Sasa moja Mambo ya Nyakati 22:9 ondoa kumi inatufahamisha kwamba Mungu tayari amemchagua Sulemani kama mrithi wa kiti cha enzi cha Daudi. Kwa hivyo kwa nini Adonia apinge mpango wa Mungu kweli? Mstari wa sita unatupa sehemu ya jibu: baba yake Daudi hakuwahi wakati wowote wa kumkasirisha kwa kumuuliza, kwa nini umefanya hivi na vile. Kwa maneno mengine, Adonia kila mara alipata alichotaka. Daudi hakuwahi kumkosoa au kumwadhibu alipokuwa akikuwa katika jumba la kifalme. Ingawa Daudi alikuwa kiongozi mkubwa, hii ni mfano mwingine tu kwamba alishindwa kama baba. Yeye ni kile tunachoweza kuita baba asiyehudhuria. Hakuwahi kuingilia maisha ya Adonia njia yake, hakuwahi kutumia muda wowote kumlea mwanawe. Nikuambie wasi tunauona leo dhidi ya mamlaka na maadili na ukweli unapata mizizi yake hapa katika maandiko haya. Wako wapi baba wanaoongoza kiroho na kuwapa changamoto na kuwaelekeza watoto wao leo? Sasa, Adonia ni mtu mwenye akili sana. Anapata uungwaji mkono wa Yoabu, kamanda wa jeshi la Daudi, pamoja na Abishagi uhani tunaambiwa hapa katika mstari kwamba wengine akiwemo Nadhani nabii na Sadoki kuhani wanabaki waaminifu kwa Daudi. Adonia anakusanya wafuasi wake wote kwa karamu na anapanga kutangaza katika karamu hii kwamba yeye ndiye mfalme ajaye wa Israeli na inaonekana kama atafanikiwa. Lakini Adonia situ kwamba anapuuza mapenzi ya Mungu kwamba Sulemani awe mfalme ajaye, pia anapuuza uaminifu wa, wa taifa kwa Daudi. Sikiliza, mapenzi ya Mungu hayawezi kupigiwa kura. Iwapo tunapenda au hatupendi, mgombea wa Mungu daima anakaa kwenye kiti cha enzi, mahali pa mamlaka. Kwa kweli, mamlaka za utawala tunaambiwa zimewekwa na Mungu mwenyewe. Warumi kumi na tatu mstari wa mbili. Sawa Mungu anamchochea nabii wake nadhani katika wakati huu kuchukua hatua na kimsingi kuchukua usukani tunasoma hapa katika mstari wa 11, nadhani, na alimwambia Bathsheba mama yake Sulemani, je, hujasikia kwamba Adonia mwana wa Hagithi amekuwa mfalme na Daudi bwana wetu hajui? Nikupe ushauri ili uweze kuokoa maisha yako na maisha ya mwanao Sulemani. Kwa maneno mengine, ikiwa Adonia atafanikiwa katika mapinduzi haya, atakuwa wewe na Sulemani na kila mpinzani mwingine wa kiti cha enzi. Kwa hivyo nadhani anamshauri Batsheba hapa kuchukua hatua haraka. Mstari wa kumi na tatu, ingia mara moja kwa mfalme Daudi na umwambie je, hukuniapia bwana wangu mfalme kwa mtumishi wako ukisema, Sulemani mwanao atatawala baada yangu na ataketi kwenye kiti changu cha enzi? Kwa nini basi Adonia ni mfalme na kisha wakati bado unazungumza na mfalme, nitakuja baada yako na kuthibitisha maneno yako. Hivyo ndivyo mpango ulivyo. Naam, Daudi anashangazwa na habari hizi. Anawaambia haraka wafuasi wake waaminifu nini cha kufanya, ili kuzuia jaribio hili la mapinduzi. Hapa katika mstari wa 38 wanamweka Sulemani juu ya punda wa mfalme Daudi, jambo ambalo linaonyesha idhini ya mfalme. Kisha nje kidogo ya mji, mstari wa 39 unasema Sadoki kuhani anamfuta mafuta Sulemani kama mfalme. Na kufuatia hili watu wote wanatangaza kwa sauti kubwa. Aishi Mfalme Sulemani. Kisha tunaambiwa hapa katika mstari wa 40 kwamba watu wanashangilia kwa furaha na wanaanza kusherehekea idhini hii ya Sulemani. Wanasherehekea mfalme huyu mpya. Naam, Mpango wa Adonia unakoma ghafla wakati yeye na wafuasi wake wanasikia kelele za sherehe hii. Kwa kweli, mstari wa 49 unasema wageni wote wa Adonia walitetemeka na kusimama na kila mmoja akaenda njia yake mwenyewe. Kimsingi wanamwacha Adonia hapa kwenye vumbi. Nam, sasa anatambua matatizo aliyojitumbukiza ndani yake, na anakimbilia kwenye hema na kushika pembe kona za madhabahu. Anasihi kwa huruma ili maisha yake yaokolewe, hapa katika mstari wa 52. Sasa sura ya moja inapoisha, Sulemani kwa neema anampa Adonia nafasi ya kujirekebisha, na Adonia anageuka na kuapa utii kwa Sulemani na anaruhusiwa kuendelea kuishi.